wazazi hatuna hatuna mm. kitu cha kufanya zaidi ya kuendelea mm. yani miongoni mwa vitu ambavyo wazazi yani mikakati ambayo wazazi wanatakiwa tufanye mm. cha kwanza mm. kikubwa kabisa cha kwanza mm. tuwe na family meeting yaani mm. wazazi lazima tujenge utamaduni wa kuwa pamoja na tunakuwa busy busy kuwatafutia mkate wa kila siku lakini tujenge tabia ya kuwafuatilia watoto, tujenge tabia ya kuongea na watoto ndiyo? Na kusikiliza mawazo yao, sababu pia huwezi ukaongea nao, lazima pia nao usikilize wanataka nini, au wanashauri nini. Hiyo itakuwa ni moja ya silaha njema sana, lakini pia nachosisitiza, tusiache kuwaswaga watoto, mm -hmm. wakue kanisani, makanisani, yaani, naendelea kusisitiza watoto ambao wamekulia katika imani mm kwenye hofu -hmm. ya Mungu ukiachana anaweza akaharibika, a anaweza kuwa na mmonyoko wa maadili kulingana na mazingira, lakini mtoto aliyekulia katika Miesini, imani hofu ya Mungu mm. ni, haizani, eh, ni, nasisitiza tena mm. hawezi kuwa sawa na mtoto ambaye amekuwa kuwa tu yaani, eh, hapana hapana hapana amekuakuwa uh, tu huko eh, tuanzie hapo pili uh. Tuhakikishe tu watoto Hmm. Tunawalea, tunawasikiliza, tunawafuatilia hmm. Yani tunakuwa sisi ni kwa kwa lugha lugha, mnaita wadhibiti regulator, yaani mzazi ni e, mdhibiti, lazima e, umfuatilie, yaani lazima, mtoto. Anafanyaje? Anafanyaje? yani lazima hmm. unaweza hmm. ukatafuta mbinu tu nzuri sana ambayo haiathiri haiwathiri watoto, lakini mwisho wa siku una changamoto hii fanye, lazima tuwafuatilie watoto, lazima tujenge mazoea ya kuwa tunakaa nao tunawasikiliza, mm. tunashare nao mm. na katika baadhi ya maamuzi ya kifamilia lazima pia watoto tuwasikilize kwamba wao wanataka nini, lakini pamoja na kuwasikiliza mm. bado mzazi wewe ndio muamuzi wa mwisho, ndio final say kwamba wewe utafanya, kwa sababu mtoto akiharibika anayechekwa ni wewe. Mtoto aki kwa mfano kia, watoto fulani yeah, wamesoma wamepata kazi, ni watu wazuri, wana maadili, wako vizuri, wa mm. sifa napewa mzazi lakini oh, watoto wakivurugika kwa kuta bangi ni na nini, asema hichi kizazi, kizazi hamna. Fanyeje hapo. Wewe ndio mwanzilishi wa hii mada hapo. Na, na mimi tunafanyaje sasa? Tunaizungumza tu ni sisi maisha haya tunayozungumza tunaishi sisi. Sisi ndio tunayapanga kwamba e, yao ni namna gani. E. Tukitaka ni mabaya na kwa mabaya. Tukitaka at control mazuri mm -hmm. na mazuri. Mimi nadhani mengi yamezungumzwa na yamesema kwa uzuri kabisa. Mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mzazi na mlezi. Yaani una nafasi wewe kama mzazi ya kuhakikisha hata kama uko biza na namna gani Yaani, tengeneza mazingira ya kupata nafasi ya kufahamu mwanao anaongea na nani, anashinda wapi, anatembea wapi, ujue, unaongea maneno ya ajabu ajabu, machafu, lakini kuna nyumbani hapa hatuna fuatilia anaposhinda, anashinda na watoto gani. Ukiona watoto hao kwenye laini nzuri, ongea na kuna kitu hakiko sawa. Ukiona wabadiliki, mkatie mguu <coughs> wewe usitembelee kule, cheza hapa nyumbani. Yani wewe ndo ule regulator wa kwanza kati ka yeah, kwa unataka mtoto wako akuwe katika misingi sawa, akija akabadilika huko shuleni viuoni. Lakini wanasema mlee mtoto katika njia iliyo njema ipasayo kuishi, hata kuja kuisahau yeah, hata kama mtakuwa mzee. Kwa hiyo ukimtengenezea mazingira mazuri huku chini, hata angeenda chuo kikuu akaenda sijui wapi, Veta ama kaenda wapi tu tukuwa katika mstari ya ya kwa sababu malezi yale yeah, ya mwanzo yale yameshamkaa. Mkaa Beni, wewe ni shahidi. Kwa mfano unakutana na mtu ambaye ni jeuri, unazoshangaa wewe, unaangalia kusini, yeye katika inaana anakwambia shikamo. Unaingiza <laughs> huyu anamkia anamkia huku, anamkia <laughs> huku. Eh? Hiyo hiyo hiyo, kumjibu mmoja, anakuambia shika mbonani. Yaani <laughs> <laughs> kama kama anatupa Simoni vile. Shika mbonani. Sasa hiyo ni nani ashike mbonani? Hicho kitu kikiona hivyo, ujue kuna kitu hakiko sawa kwa ile mtoto yeye. Kwa lazima wewe ujue kabisa kwamba hapa hapana au mtu anasememe amekaa. Wakubwa wamesimama. Yeye asememe amekaa. Na ukiongezea pale palipozungumza Luzilo, mimi siku moja nilikuwa niko niko jijini Dar es Salaam kwenye daladala, kwenye usafiri baadaye, nikasimama nikamwambia mama, njoo kaa hapa. Nije nikae hapa ya, nikasuma wanjoo akaja kakaa. Baadaye wakati tunashuka, akanilipia nilipia nauli na akaniuliza hivi we ni wa Dar es Salaam kweli. <laughs> Yani unaona unakuta una ni watoto wadogodogo wamekaa kwenye siti wa mama wazima eh, lakini amina mtu wa kushuka ba. Eee, ya pishi. Asikujua ni mama na vitu kibao, lakini mtoto ameng'ang'ania tu. Mama ni mkubwa. Ni, ya na sasa fatu, fatiria, ukimfatilia yule mtoto, Lata, unakuta tu sio vile. Kwamba si amepata ah, kwanzia di nyumbani, nyumbani nyumbani, mm. Malezi anaanzia nyumbani na mtoto, mtoto huwa na nikamfuatia saikolojia moja anasema mtoto ana tabia mm. tatu mm. tabia ya kwanza mtoto huwa anazaliwa nayo. Tabia ya pili mm. mtoto huwa analisi, analisi tabia tatu, mtoto huwa analisi kulingana na mazingira yanayomzunguka hmm. Na, kno... na timu ambayo anashinda nayo timu yake, yaani ma grupu la vijana. Kwa hiyo wote wanaweza wakamtengeneza huyu mtu. Kwa mzazi, sasa lazima ujue huyu um, mtoto ni nani anatakiwa awe nani na anashinda na wakina nani? Mm. E, mzazi ndio reguleta mkubwa Mm. kuna nimeingia hapo, yeye anasema jema ni sisi wazazi. Kuna vitu ambavyo tunavifanya ni viroja mbele ya watoto. Kwa mfano, anasema watu wakubwa kutukanana hadharani, gulio ni sokoni, labda mjini, mm. majumbani, hadharani. Anasema tena kutoa matusi ambayo watoto tangia wanazaliwa hawajui <laughs> kusikia <kia> anasema <laughs> kwa hiyo hata sisi wazazi hatuna subira hata kidogo, unaweza kutukana anasema unaweza kum, kumtukana mama yao mm, na wao wanasikia. Unajua mtoto wa akili yake anasema ni memory, yani labda ni memory inatunza matukio mm, unaona.